Zaidi ya wanafunzi milioni moja wa gredi ya tisa wameanza kuchagua mwelekeo wao wa elimu ya sekondari ya juu kupitia mtaala wa CBE. Wizara ya elimu imezindua njia ya elektroniki ya wanafunzi kuchagua masomo yao huku wazazi na walimu pia wakihusishwa. Zoezi hilo linatarajiwa kuendelea hadi mwisho wa mwezi huu. Kwa mara ya kwanza chini ya mtaala wa CBE iliyojulikana awali kama CBC, wanafunzi wa gredi ya tisa wanachukua hatua ya kuchagua mwelekeo wao wa baadaye katika masomo. Katibu katika wizara ya elimu Julius Bitoka anasema asilimia 80 ya shule za sekondari ya juu zimeweka kwenye mtandao masomo yatakayotolewa mwaka ujao, wanafunzi watakapojiunga na gredi ya kumi. Wanafunzi hao wanachagua shule kulingana na mwelekeo watakaochukua katika masomo, wanafunzi wakitakiwa kuchagua shule kumi na mbili. Kulingana na wataalamu wa masomo ya CBE ni sharti wanafunzi, wazazi na walimu kuelewa vyema masomo yatakayotolewa ili kuwasaidia watoto kuchagua yale yatakayowafaa choice. Kuna baadhi ya masuala yanayozingatiwa wakati wa kuchagua shule na mkondo wa elimu kwa wanafunzi but now you should go to now the class uh, medical profession and find out if i need to do medical, what are the compulsory subjects i need to do? So it, it will now you will be able to know that for you to do medical profession you need both chemistry and biology And it help you now to know if you are good in biology and you are strong in chemistry, then you can be in medical profession. Bitok hata hivyo anasisitiza mchakato huo ni rahisi na utawapo wanafunzi na wazazi fursa ya kurekebisha iwapo kutakuwa na hitilafu. Aidha anasema shule za serikali ziko tayari kupokea wanafunzi hao mwaka ujao. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.